Yes, of course, ladies and gentlemen. Karibu tena siku nyingine of course. Uh, story ni nyingi sana kibongo bongo, tunachagua kupata burudani kwa sababu so jana nilikusogezea story uh, mama yake, of course, na Zuchu, na mzungumzi Khadija Kopa, ya pamoja na kuwa mkali, kuwa mbogo. Uh, mama Dangote anaye akaamua kuingilia kati kwa sababu hiyo ikawa ni mtafaruku mkubwa wa kinomneomaso, kila moja ikawa ni kama anavutia upande wake hivi, kupitia page ya Instagram. And of course wamekuwa wakitupiana maneno ya hapa na pale, wakionyesha kwamba mimi ni mwamba kushinda hata wewe, na kama imeshatokea basi ishatokea kwa nini tunaanza kulalamika na kuendelea kuifanya kama kesi kubwa au jambo ambalo haliwezi kusovika kabisa so Juma Lokole akaamua kuvunja ukimya na yeye akaamua kuingilia hilo sakata utakujua ilikuwaje na nini ambacho kileza kuhappen mwisho wake kwa vipi endelea kubaki hapo hapo ulipo na hii ni Chris Media 24 hapo chini kuna neno subscribe rigusi sasa tuweze kuondoka kwa pamoja na kuweza kupeana info ambazo zimehappen kibongo bongo na harakati nyinginezo kibao ambazo unatamani pia kuweza kuishi nazo sasa. Baada ya hapo, ikaonekana kwenye familia zote mbili kuna mvutano

huku maneno wakitupiana hapa na pale. Baada ya Platnumz kuweza kuzungumza siku ya jana, pengine amekuwa anamfuatilia sana kwenye life lake na kuweza kumchunguza. Kuna baadhi ya vitu nashindwa kuvifanya, ikiwemo kuweza Uh, uh, kuenjoy na kuweza kufanya videos, baadhi ya watu amewapiga limitation ya kuweza kufanya nao videos kwa upande wa Zuchu kwa Diamond Platnumz kwamba kuna baadhi ya ladies wanataka kabisa kuweza kushoot naye. Sasa hii imekuwa kubwa zaidi baada ya kuweza kuonekana kuna huo mvutano, na kinachovutia zaidi ni kwamba uh, jamaa sasa hivi amekuwa kwenye globe kubwa sana, kwa hiyo watu wengi wamekuwa wakitamani zaidi kuweza kufanya naye kazi kwa namna moja au nyingine, kuweza kushare naye na kuweza kupati naye kwenye harakati za hapa na pale, kitu ambacho kimeonekana na tofauti sana kwa baadhi ya washikaji na kuweza kutoa maoni yao bwana. Hii inakoaje bwana, kama familia zimekuwa zina mvutano mkubwa sana. So, kwenye upande wa family ndio hiko hivyo. Watu wamekuwa kitupiana maneno huko IG kwamba mwache mwanangu arudi nyumbani kwangu. Na huyo anakuambia mwache tu aondoke kwa sababu mwanangu anaweza kampata mtu mwingine ambaye anaweza kishi naye, sahihi. Lakini story nyuma ya kamera, nyuma ya nyuma ya panzia zinadai kwamba wanaoujua uzito itakuwaje akiondoka na yeye atakuwa mhusika, na ila kubaki hapo hapo.